kwenye uchumi bado tuko chini. Hii ni fursa mama Samia akatupa sisi vijana, wakinamama na walemavu kujinasua kutoka kwenye umaskini na kwenda kwenye hali ya ya kati kiuchumi. Kwa hiyo tuitumie vizuri.